Yes, kumekuwa na era kwenye kipengele kile nilichokuwa nazungumza kwao. Nitarudia tena haraka haraka. Sijajua kitu kilichotokea, lakini kumekuwa na era wakati nilipokuwa ninazungumza ghafla network ilikata ghafla. Uh, yes, uh, ndoto ya kwanza uh, nimesema ndoto ya kwanza ambayo itakuwa inafunua kwamba uko kwenye mahusiano na mtu asiyekuwa sahihi uh, mtu uliyeko naye sio mtu sahihi kwako, nimesema ni ndoto ya kuona umevaa nguo fupi uh, umevaa nguo fupi au umevaa nguo za kujibana au wakati mwingine umevaa nguo ambayo hauko comfortable nayo mahali ni kama unajificha, alafu wakati mwingine akili inakwambia hii nguo uliovaa, alafu umesimama mbele ya watu aa, ni inakutia aibu. Ndoto hiyo inaashiria kabisa aa, uko kwenye mahusiano yasiyokuwa sahihi. Kitu cha kufanya wakati unaota ndoto hii iombee tena na utafute confirmation. Omba tena Mungu a reveal juu ya huyo mtu uliyeko naye kwenye mahusiano. Ndoto ya pili niliyoitaja nimesema ni kuona umevaa viatu, uh, umevaa kiatu kimoja. Sikiliza hii ndoto vizuri huona umevaa kiatu kimoja au umevaa kiatu kilichotoboka au umevaa kandambi, kandambi, zile, zile ndala zile, umevaa moja, unatafuta kiatu chako kimoja, hukioni. Hii ndoto ina inaashiria kwamba huyo mtu atakuacha is not a right person. Wakati mwingine hii ndoto inafunua uh, ile, ina, ile, ile, ile, ile ina intention yake kwamba kuna siku tu atakuacha huyu mtu. Ndoto ya tatu, haraka haraka. Aa, aa, aa, ni kuona uko kwenye gari lililochakaa, kuona uko kwenye gari lililochakaa, kujiona uko kwenye gari lililochakaa. Watu wa Mungu, utakapojiona uko kwenye gari lililochakaa, maanake uko kwenye mahusiano yasiyokuwa sahihi. Ndoto namba nne ni kujiona uko kwenye gari na huyo mtu uliyoko naye kwenye mahusiano alafu a, anakuendesha au unamwendesha au mtu mwingine anawaendesha, alafu hiyo gari inapata ajali inapata pancha a, inapata shida mara kwa mara. Hii ndoto inaashiria kwamba mahusiano ulionayo sio sahihi. Utakapojiona uko kwenye gari hiyo gari unaiendesha wewe au anaendesha huyo mtu uliyoko naye kwenye mahusiano au anaendesha mtu mwingine, alafu gari hiyo ikapata pancha, gari hiyo ikapata ajali kila wakati, hiyo gari inakuwa inapata shida, maanake uko kwenye mahusiano na mtu asiyekuwa sahihi. Kumbuka, gari hapa ni maisha yako, na ndoto hii inaanza kufu, inakufunulia kwamba once utaingia kwenye mahusiano na huyo mtu maisha yako yataingia kwenye shida. Ndoto ya, ya nne a, haraka, haraka, a, ndoto ya nne aa, na ni kumwona yule mtu uliyeko naye kwenye mahusiano yuko na mtu mwingine kabisa. Unaelewa kabisa, huyu ni boyfriend wangu, ni girlfriend wangu, huyu ni mchumba wangu, amenivalisha mpete, lakini kwenye ndoto unaona yuko na mtu mwingine. Uh, inafunua ina intention yake kwamba huyu mtu ana mtu mwingine, huyu mtu ana mtu mwingine, anamfikiria huyu mtu mwingine. Huyu mtu atakuacha siku za karibuni. Ndoto ya tano ni kuota uh, kiatu chako kimepotea au kimekatwa imeelezea kuota kiatu chako kimepotea au kimekatwa, huyu mtu atakuacha. A, ndoto ya saba ambayo nitaielezea leo ni kujiona umelala na nyoka. A, Yesu, unajiona kabisa kitandani alafu ukaona umelala na nyoka au nyoka wengi. A, hii ndoto inaashiria kwamba mtu uliyeko naye kwenye mahusiano sio mtu sahihi. Wasu, utakuwa kwenye mahusiano ukawa unaota ndoto hizi, ninashauri ingia kwenye maombi, omba Mungu akufunulie zaidi juu ya huyo mtu uliyeko naye kwenye mahusiano ndoto hizi zitakuwa zinafunua kwamba huyo mtu sio mtu sahihi. Wansu utaendelea kung'ang'ana na kukaa naye kwenye mahusiano, mwisho wa siku maisha yako yataharibika. Ha, maisha ya mahusiano ni ya muhimu sana kwa sababu yanaweza kaharibu au kutengeneza hatima ya mtu. Shalom, Mungu akubariki sana. Nimesema nishie tena na wewe. Ndoto hizi mchana wa leo zikusaidie. Kumbuka pia kama uko Dar es Salaam kesho tarehe tisa ni siku ya Jumapili. Tutakutana pale Mbezi Bichi Goigi, ukumbi unaitwa Mateo Hol, kuanzia saa sita kamili mchana. Saa saba tutakuwa tumeanza. Nina kitu nilichokiita spiritual technology. Hawa ni wale watu ambao wana viumbe vya kiroho vinatesa maisha yao. Kuna watu uchumi wao ni mgumu, maisha yao ya ndoa ni magumu, eneo lao la mahusiano limekuwa ni gumu, biashara haziendi, maisha hayaendi, wana magonjwa, yani mambo ni wosi kabisa. Kuna, kuna vitu kuna viumbe vya kiroho vipo ambavyo ah, vinafanya kazi ili kusababisha haya mambo kutokwenda, maisha kuwa magumu. Kwa kesho tutashughulika na hivi viumbe vya kiroho vyote. Kama una tatizo lolote lile, kuna watu wenye shida uzao, kuna watu wenye shida ya ajira yani, kama una tatizo lolote lile, kesho ni spiritual technology. we are dealing with these spiritual, uh, beings, hawa viumbe wa kiroho. Utakuja kugundua kuna viumbe wamekuwa employed ili kufunga eneo lako la ajira, kufunga eneo la lako la mahusiano kufunga eneo lako la uzao kuharibu ndoa yako. Yani kesho kama uko Dar es Salaam na unamfahamu mtu yeyote yuko Dar es Salaam, mwambie ajitahidi sana, saa saba kamili au amefika pale Mateo Hall. Mateo Hall kwa wale wageni, kama haujui liko hii, Mateo Hall iko Mbezi Beach Goigi, ukumbi unaitwa Mateo Hall. Hakuna kiingilio, ni bure kabisa. Tafadhali ukipata ujumbe huu, nisaidie kushare na invite wengine pia. Shalom, endelea kufuatilia.